Ni katika bwawa hili ambamo mwili wa Alfred Atenya umesalia baada ya kuzama mapema Jumapili wakati ukuta wa bwawa walilokuwa akichimba ulipoporomoka. Maafisa wa uokoaji waliofika yadaiwa walifika kuchelewa saa tatu baada ya kupashwa habari. <laughs> Afisa mmoja wa uokoaji aliyejaribu kumwokoa marehemu alisema angefaulu kwani kuta za bwao hili zilikuwa zikiporomoka. Vile nilikuwa kwa nyumba nikafanya kusikia ati kuna kijana ameanguka kwa kisima sasa mimi wakati nimekuja nikakuta kijana mwingine pale nika, kwanza niliangalia wale majamaa wenye wanafanya kazi ya mjengo, wote si kuona ndugu yangu, ndio nikauliza jamaa mwingine pale mmoja, nikamuuliza huyu ndugu yangu yuko wapi? Ndio akaniambia ndugu yako ndio ameanguka kwa kisima. Sasa vile niliambiwa kweli, nika, nika angalia, angalia nikamko nikamkosa. Ni tukio lilovutia umati mkubwa wa watu, huku wakazi wakilalamika kwamba maafisa wa, kwa wa uokoaji walikosa kuwajibika bali na kufika bila vifaa vya kuendesha shughuli hiyo. Aidha, ukosefu wa nafasi kutokana na ujenzi wa karibu wa majengo umekuwa tatizo kwa shughuli nzima tangu asubuhi mpaka saa hii hujapata msaada kutoka kwa serikali wamekuja lakini wameshindwa. Mambo ya kuchimba kisima katika manyumba ndio inasababisha maneno kama hayo, takani chimbwe mbali ama ichimbwe na drill ambapo isilete madhara kama haya hmm. Sasa mimi nilikuwa naomba wale wanajenga magorofa wawe watumie ile ile kichimbaji kisima ile ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mashini siyo ile ya mikono. Marehemu mwenye umri wa miaka 30 amemwacha mkewe na mtoto mmoja. Kenwariahe, QTV.